Mi naitwa Rahim Mwanga, ni afisa mwandamizi kutoka UTT AMIS. Ni wakati mwingine tena wa mwaka ambapo UTT AMIS tunatarajia kufanya mikutano ya mwaka ya mifuko yetu ya uwekezaji wa pamoja. Mwaka huu, mikutano hii kama kawaida, itafanyika katika ukumbi wa mikutano wa Mwalimu Julius Nyerere hapa Dar es Salaam, lakini pia itafanyika kwa njia ya mtandao, kwa hiyo inatoa wigo mpana wa wawekezaji wetu kokote pale walipo waweze kushiriki mikutano hii na tunaifanya mikutano hii ni kwa mujibu wa sheria na kanuni za uendeshaji wa mifuko ya uwekezaji wa pamoja ambapo inamlazimu meneja wa mifuko kuandaa na kuitisha mikutano hii ili kujenga uwazi e, na kutoa mrejesho na mwenendo wa uwekezaji kwa muda wa mwaka mzima kwa wawekezaji, lakini na kujadili taarifa nyingine ikiwemo taarifa za meneja, taarifa za mahesabu na kadhalika. Mwaka huu e, kama ilivyo ada na mikutano mingine e, mikutano yetu itaanza tarehe 19 mwezi wa 12, tarehe 20 na tarehe 21 mwezi wa 12. Kwa hiyo sisi tunawakaribisha sana wawekezaji wetu wajiunge nasi na kupitia, e, mikutano hii ndipo pia wanaweza wakapata kufahamu e, huduma pia nyingine ambazo UTT AMIS imeendelea kuzitoa na itaendelea kuzitoa na kuwapa uelewa mpana kuhusiana na masoko ya fedha na mitaji. UTT AMIS, mshirika hakika katika uwekezaji.